ishi wa mkoa wa Tanga kwa miaka ya nyuma ni uwepo wa minazi ambayo mingi kwa sasa imezeeka kutokana na kwamba ipo tangu enzi za ukoloni. Minazi Tanga ilikuwa ni mingi sana, sana sana na ndio ilikuwa zao kuu. Mimi mwenyewe nilikuwa na vunja mbata kwenye minazi ya shamba letu la babu yangu. Kisha tukianika mbata tuenda kuuza kwa Noran Industries ambao kwa sasa ni pale DTB, DTB Bank. Alikuwa na kiwanda cha mafuta ya nikolin na watengenezaji walikuwa ni kiwanda cha bwana mmoja wa Kihindi ambaye anaitwa Noran, na akawa na kiwanda cha Noran na kuuza mafuta ya nikolini na kimbo. Zimefikia nazi moja ukiuziwa shilingi mia tano ndio umepata rahisi. Nazi imeanzia shilingi mia tano, mia sita, mia saba mpaka elfu moja na mia mbili kwa sasa hivi kwa hiyo tumekuwa ni shida kubwa kwa wakazi wa Tanga na no, kwa sababu ndio zao kubwa ambalo wanatumia kwa ajili ya mapishi ya aina yoyote. Imeelezwa kuwa uzalishaji wa nazi katika mkoa wa Tanga unazidi kupungua, ambapo kwa mwaka elfu mbili na ishirini na mbili mkoa ulizalisha tani elfu ishirini na sita mwaka elfu mbili na ishirini na tatu tani elfu ishirini na mbili huku mwaka elfu mbili na ishirini na nne ikiwa mwaka tani mbili na yetu ni tani elfu kumi na mia sita turudi kwenye uzalishaji wa zamani ambapo mkoa ulikuwa na uwezo wa kuzalisha tani takriban elfu arobaini na mikakati ambayo tumejiwekea kufikia mwaka ya elfu mbili na thelathini ambapo tuna imani kwamba miche ambayo unaendelea kuigawa itakuwa inafanya uzaowako wa kwanza, tutakuwa mkoa tumekaribia, au tuna mpango wa kuhakikisha kwamba tunafikia hiyo tani elfu hamsini ambayo ilikuwa inazalishwa miaka ya nyuma. Kampeni ya upandaji wa vitalu vya miche ya minazi imeanzia wilayani Muheza kwa kushirikiana na taasisi ya utafiti wa mbegu ya TARI Mikocheni, ambao hapa wanaeleza utayari wao katika kufanikisha jambo hilo. Lengo kuu ni kusogeza teknolojia au kusogeza mahitaji ya mbegu ambayo wakulima wengi wanayahitaji nchini. Mbegu imekuwa ni tatizo kubwa, wakulima wengi tumekuwa tukilima minazi. Nimeongea na dedi amesema tunayo miche ya minazi lakini ni ile ya zamani ndio maana tukaamua kuleta kitalu hiki hapa. Mkuu wa mkoa wa Tanga, Balozi Dr Batida Buriani, hapa anaeleza umuhimu wa zao la minazi kwa ajili ya uchumi wa Tanga na Tanzania kwa ujumla. Leo hii watu wanavaa suti suti ya kimataifa kupitia nyayo hizi zile, nyavu, nyavu, zile nyavunyavu za, zile za minazi, lakini mbolea kutoka kwenye minazi, mafuta nazi hiyo lakini ndio kiungo kama maziwa na vitu kama hivyo. Kwa hivyo tujitahidi sana kuhakikisha tunapambana tuna kuweka zao hili kama tulivyosema, milioni moja tunataka tuwe na minazi ndani ya miaka miwili, chini ya miaka miwili. Utafiti unaonyesha kuwa mbegu ya minazi inayopandwa kwa sasa inaanza uzalishaji ndani ya miaka mitano ukitofautisha na iliyokuwa inapandwa kipindi cha nyuma ambayo inaanza baada ya miaka kumi. Mariam Shedafa, Azam News.